Jaji Theodore Chuang wa nchini Marekani ameuzuia utawala wa Rais Donald Trump kuchukua hatua zozote za kulifunga shirika la misaada la Marekani yani USAID ambapo wamesema taratibu za kulifunga shirikisho hilo huenda zilikiuka katiba ya Marekani. Akitoa uamuzi wa wake jana Jumanne Machi 18/2025 jaji huyo amesema idara ya ufanisi serikalini ya swahiba wake Elon Musk ambayo ililifunga shirika hilo huenda ilikiuka katiba ya Marekani kwa njia nyingi. Jaji huyo ameamuru idara hiyo ya ufanisi serikalini irejeshe uwezo wa kutumia kompyuta na mifumo ya malipo ya USAID kwa wafanyakazi, wakiwemo wale waliopewa likizo, na amesema kuachishwa kazi kwa wafanyakazi wa USAID kuna kunapaswa kukomeshwa, lakini hakuamuru kurejeshwa kazini kwa wafanyakazi waliowekwa likizo hapo awali. Uamuzi huo umefanyika katika kesi iliyowasilishwa kwa niaba ya wafanyakazi 26 wa USAID ambao hawakutajwa majina, wanadai mahakama kwamba Elon Musk siyo thabiti katika kuvunja idara za serikali ya Marekani. Lakini pia katika malalamiko yaliyowasilishwa Februari 13, 2025 mahakamani hapo, mawakili wa wafanyakazi hao wamedai kwamba mamlaka ya Elon Musk siyo halali kwani haijateuliwa rasmi katika wadhifa wa serikali wala kuthibitishwa na Seneti ya Marekani na kuomba shughuli za idara ya ufanisi serikalini zisimamishwe na kubadilishwa. Ikumbuke kwamba USAID ilikuwa ni moja ya mashirika ya kwanza kulengwa na shirika hilo muda mfupi baada ya Trump kuingia tena White House, si mwezi Januari na kuamuru kusimamishwa kwa siku 90 kwa misaada yote ya kigeni ya Marekani. Hii ni Sawa Sawa Digital Habari.